Kwengineko mtazamaji, ni kwamba wataalamu katika nyanja ya matibabu wamehimizwa kukumbatia matumizi ya teknolojia ya kisasa ikiwemo Akili Mnemba ili kuimarisha usahihi katika uchunguzi wa kimatibabu. Mjumbe Maalum wa Teknolojia katika afisi ya Rais Balozi Philip Thigo anasema kanuni za Akili Mnemba huwezesha wahudumu wa afya kuchanganua picha kisahihi ili kugundua magonjwa mapema na kisha kuboresha huduma kwa wagonjwa matumizi ya teknolojia ya kisasa ya AI katika picha za uchunguzi wa kimatibabu kunachochea ukuaji wa sekta ya afya nchini Kenya kwa kushughulikia pengo kubwa katika uchunguzi, kuboresha upatikanaji wa huduma bora na kuendeleza uundaji wa suluhisho ya hali ya juu ya kiteknolojia nchini Kenya, ambako daktari mmoja anafaa kushughulikia wagonjwa elfu tano mia mbili sitini na watatu. Balozi Thigo anasema badala ya kuondoa wataalam matumizi ya AI yataongeza utaalamu na uwezo wa wafanyikazi wa afya waliopo na kuwawezesha kutoa huduma bora zaidi. Aidha, matabibu pia walihimizwa kurahisisha usimamizi na kushughulikia wagonjwa kama vile kuratibu siku na muda wa kuona wagonjwa, bili za hospitali na rekodi za afya za kielektroniki. So Balozi Thigo alikuwa akizungumza wakati wa chakula cha mchana na chama cha wahariri wa humo nchini kuhusu jukumu la AI katika afya na maendeleo. Kupitishwa kwa matumizi ya AI nchini Kenya Kunaweka nchi hii kuwa kitovu cha maendeleo ya teknolojia ya barani Afrika. Inakadiriwa kuwa soko la huduma ya afya la AI nchini Kenya linatajiriwa kukua kutoka shilingi milioni 621.09 mwaka 2022 hadi shilingi bilioni 13.13 ifikapo mwaka 2030 huku kiwango cha ukuaji wa kila mwaka kikitarajiwa kukua kwa asilimia 6.32 kikiakisi kujitolea kwa serikali kuendeleza huduma ya afya kupitia teknolojia ya AI Ndutamokami, Darubini.